Sasa Ijumaa special leo imeangazia kuna swala zima la supu ya pweza, nafikiri unaweza ukawa unajiuliza supu ya pweza ni kitu cha namna gani kwa wale ambao pengine hawajawahi kukunywa. Lakini supu ya pweza ni miongoni mwa milo maarufu inayopatikana katika maeneo mengi ya mwambao wa Bahari ya Hindi hasa ukanda wa Afrika ya Mashariki. Inajulikana kwa ladha yake ya utamu, lakini pia kwa virutubisho vyake vyenye manufaa kwa afya ya binadamu. Sasa mimi na mwenzangu Mwajabu Shafi tume, tumeangazia kwa kina jambo hili kutoka katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, kutaka kujua haswa faida ya supu ya pweza kwa wale ambao wanakunywa, lakini wale wauzaji wa wenyewe pia kwa nafasi yao wanazungumziaje. Ijumaa spesho kabisa ya Mei ishirini na tatu, hapa tupo katika fukwe za Kawe ama Kawe Beach, miongoni mwa maeneo ambayo ni mashuhuri sana kwa watu kuja kujivinjari na kufanya shughuli mbalimbali. Shughuli za kiuchumi pia huwa zinafanyika hapa, ikiwa e, ni pamoja na swala la e, uvuvi e, e, watu pia wanachukua mwani katika eneo hili la, la, la, la, la fukwe hii, kama ambavyo wanaona boti zipo katika maeneo tofauti, lakini pia watu wanafanya shughuli mbali mbalimbali. Sasa, miongoni mwa bidhaa zinazopatikana katika bahari duniani kote ni pamoja na e, eh, vitoweo. Kuna samaki, kuna pweza, kuna ngisi na vitu vingine vingine. Sasa uh, pweza amekuwa ni eh, tunaweza tukasema kwamba kitoweo ambacho kimezungumzwa sana na wengi, kila mtu akimuelezea pweza kwa nafasi ya kipekee kwa namna ambavyo anavyojua na haswa wa, wengine wamejikita zaidi kuzungumzia supu ya pweza ambayo kimsingi eh, wengine wanasema wanakunywa tu kufurahia kama ambavyo wanakunywa supu nyingine, lakini we, wengi wamekuwa wakizungumzia kwamba ukinywa sijui katika mwili wako kuna vitu vya hapa na na pale vinajitokeza na unakuwa vizuri zaidi. Lakini sasa sisi tumeamua kuja katika e, fukwe hii ya hapa kwanza kuzungumza ama kuona mandhari ya upatikanaji wa pweza, lakini pia kuzungumza na hao wauzaji wa pweza na vile vile kuzungumza na watumiaji wa, wa pweza. Siko peke yangu, niko na Mwajib Shafi, ambaye kimsingi Wajashai yeye pia atakuwa anajaribu kuelezea yale ambayo amekuwa akiyafahamu ama kuyasikia kuhusiana na a na, na, na pweza ya pweza. Ni kweli sijawahi kutumia supu ya pweza, lakini nitajaribu. Kwa sababu nimekuwa nikisikia watu wakiwa wanaongelea kuhusiana na supu ya pweza, vitu vingi vingi. Nadhani leo tutapata maoni mengi zaidi kuhusiana na watu ambao wamekuwa wakitumia aina hii ya samaki. Hivi pweza ni samaki, aina ya samaki? Ni samaki. Pweza ni, ni samaki. Yani unapozungumzia samaki, yani samaki, ukiacha wale samaki ambao tumewazoea, pweza pia anahesabika kama samaki. Kwa hiyo pweza ni aina ya samaki. Kwa hiyo tutafahamu mengi zaidi kuhusiana na watu ambao wame akitumia aina hii ya samaki, lakini pia haswa supu ya pweza. Sasa katika alasiri special ya ijumaa ya leo, mimi na mwajabu tumeamua kuweka kambi hapa, na tupo hapa mpaka kieleweke, kuhakikisha kwamba tunapata kufahamu kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa kina kweli kiasi gani. Je, watu wanakunywa supu ya pweza kama ambavyo imekuwa ikisemekana kwamba inaongeza nguvu mwilini, ama ni sehemu ya kiburudishi kama ambavyo mtu anavyokunywa supu nyingine ama anavyokunywa uji, chai, maziwa na kadhalika? Twende tukazungumze na wafanya biashara wanaouza supu ya pweza lakini pia baadaye tutapata nafasi ya kusikia hao walaji wanazungumziaje. Tumefika miongoni mwa sehemu moja ambayo wanatengeneza supu ya pweza na pweza, kama unavyoona katika meza hii mesheheni, hizo ni kachori, kuna pilipili, kuna chumvi, kuna vipande vya pweza ambavyo vimegawanyika katika bei tofauti tofauti, lakini pia kuna biashara nyingine. Hii ni biashara gani? hawa ni taa nitaa pweza na kachori. Biashara ya pweza kwa sasa hivi ikoje? Kwa kweli biashara ya pweza inaenda vizuri, lakini kutokana na bahari, baharini kule samaki ya watoki kwa wingi, kwa hiyo tunapata sana kidogo pweza, na wateja wetu wanakuja kwa wingi, wanahitaji sana pweza ili waweze kuenjoy siajua so, kwamba hawa ni samaki ambao kwamba kwa vijana wengi wanafunzi wa, wa, wa kimaskuli wakitoka shule wanapitia hapa, wanakula sana kachori, wanatumia pweza ya of course, kitu kama hicho. ya wateja wenu wakubwa sana wa pweza ni kina nani? Mteja wetu wa pweza hasa hasa ni vijana. Vijana wanapenda sana pweza pamoja na mchuzi wake ya yeah. Umeshawahi kutumia pweza na supu? Ya yeah, of course natumia sana na mimi, kwa sababu ndo muuzaji pweza, mimi naotumia vizuri kwa sababu ladha yake ni nzuri kwa vijana. Lakini kama mtu ndo mara yake ya kwanza kutumia pweza au mchuzi wa pweza Ha, ataona kwamba haelewelewi ah, kwamba inakuwa na ladha gani, lakini pale ndipo utakuwa unaendelea mazoea, inaendelea unazidi kuona ah, chuzi wa pweza na pweza mwenyewe anakuwa ni strong mzuri, yeah. Nishawishi pweza na mchuzi wake kwa unatumia kidogo kidogo, siku ya siku utaona kweli ni samaki ambao kwamba kwamba ni mzuri sana yeah, kitu kama hicho, of course. Pweza uwaga, kuna siku maalum ambayo mnawachukua au ni kila siku mnaenda baharini kwa ajili ya kuchukua all of all day ya? Yeah, tunaenda baharini tunawachukua, lakini siku zingine nini, bahari ikichafuka hayokoeza, tunawapata kwa tabu, tunaweza tukakosa kabisa kitu kwa maicha yao. Pweza mmoja mmoja tunachukua kwa kilo, pweza tunachukua kwa kilo ambayo ni shilingi elfu kumi na tatu. Yeah, kitu kama hicho. Pweza mzima anakuwa na, na kilo kama 25 30. Aa, inategemea sa, sasa na kama ni pweza ni mdogo au ni mkubwa, inategemea kitu kama hicho. Wewe, wewe ni muuzaji wa pweza. Je, wewe umeshawahi kutumia supu ya pweza au unauza tu? Mi, mi na, natumia pweza sana, alafu mimi mpenzo wa pweza, kwa sababu nishawazoea. Wewe tangu uanze kutumia pweza, kuna faida yoyote? Labda umewahi kuipata au umekuwa ukisikia, kuna faida zote za pweza? Eh, yani mwili yani mwili kwanza unakuwa shtopa unapotumia mchezo wa pweza kila siku, mwili unakaa kamavu eh, kupitia supu ya pweza eh. Ili mtu aenjoi sasa, pweza anatakiwa atumie na nini? Kwa mfano hapa naona kuna pilipili pili, kuna chumvi, kuna kachori, anatumia nini ili hapo mtu... unachukua una unachukua mkia wa pweza uh, na supu yake na nachangachanga na pilipili, unaenjoy vizuri. Watu wengi wanakuja hapa kutumia supu ya pweza, wanatumia uh, uh, na nini pili? Wanapenda pilipili au sana? Pweza pilipili unachukua una ndimu pilipili, unaweka unapata, shamla shamla sana. Tumetaka kuzungumza na wauzaji wa supu ya pweza, na sasa hapa tuko na walaji uh, wakazi wa Dar es Salaam. Wao wanazungumziaji pweza, wanapokunywa pweza, wanapokunywa supu ya pweza wanaenjoy kwa kiasi gani? Niko na miongoni mwa washikaji hapa ambao nimeona wanaendelea kusukuta jambo uh, wana mambo vipi? Kama kama uh, unapokunywa supu ya pweza kwanza unakuwa na unaenjoy no, kwa kiasi gani? Lakini supu ya pweza kwako ni kitu cha namna gani ikilinganishwa na vitu vingine ambavyo wamezoea kuvila? Ah, hii ladha yake iko tofauti, kwa sababu mara nyingi tukitumia hii supu ya pweza, of course inakuwa tofauti na vitu vingine, ladha yake iko tofauti kidogo. Kwa hiyo mara nyingi sana na sisi tulivyozoea, kwa hiyo ukinywa hivi kidogo, mambo mengine yanakuwa hata akili kidogo inakuwa inachangamka, kwa hiyo kuna baadhi ya watu wamekuwa wakisema kwamba, eh, supu ya pweza ukinywa, mwili unakuwa una nguvu. Wengine wanaenda mbali zaidi wanasema kwamba mwanaume unakuwa shababi kwa kwa kwa mimi Yo, vingine mambo labda na nini kika, uh, okay, yake, uh, nafumula, nukona, ni uh, of course sina uhakika mzee wangu. Aina nyingine ya samaki ukiachilia mbali pweza, aina gani nyingine ya samaki ambayo unapokula ama edha supu yake ama samaki mwenyewe navma nakuwa unamfurahia, ni samaki wa namna gani? Ah, na hizo ngisi kidogo kwa sababu ni tofauti na samaki wengine ndio anakuwa Fresh, na wana kwangu, mimi. Sijajua, bado tuko tunazungumza na wana Dar es Salaam ama watu wa maeneo tofauti kuhusu sana swala zima la pweza, na hapa nipo na miongoni mwa washikaji ambao e, ni miongoni mwa wadau wa ulaji wa pweza ama supu ya pweza. E, bwana, mambo vipi? Poa, kama kama mzee wangu fresh. Poa poa bwana, kwanza unaitwa nani? Ah, mimi naitwa Awazi. Awazi, unakunywa supu ya pweza ama pweza mwenyewe kumla? kwa kweli mimi siendani nayo kabisa. Yes. Lakini pweza kama pweza ushakula. Pweza kama pweza nishawaendia kula pweza pweza nishawa ni, ni ni, kitu cha aina gani kwako? Ni kitu ambacho ukijisikia unaenda kula tu yani. Ni kama fahamu fulani tu kwamba leo unahitaji kula kitu fulani. Yeah. Mengi tumeyasikia kwa wauzaji na walaji. Uh, mimi alibaki kwa yangu alikuwa ni macho tu, lakini kimsingi Ee, na mimi pia kwa nafasi ya kipekee nimepata kuonja, ingawa mimi ni ni, ni mlaji wa pweza ee, lakini Mwajib Shafi hapa yeye bado anaendelea kula na inaonekana amenogewa. Ni, okay, mwenzangu ni Mwajib Shafi, mimi ni Rajab. Tulikuwa tumeanzia kule kwenye bichi ya, ya, ya Kawe na tumefika mitaani hapa hapa Kawe kwa amani na tumezungumza na walaji na wanunuzi wa, wa, wa pweza kutoka hapa katika eneo hili la Kawe. Mimi ni Rajab, mwenzangu ni Mwajib Shafi. Haya, mambo ya supu ya pweza hayo. Sasa swali ambalo linabaki kwako kwa mtazamaji ni kwamba umeshawahi kunywa supu ya pweza ama unaendelea kuinywa?